Tukiangazia taarifa nyingine, maafisa wa usalama katika wadi ya Sirikwa eneo bunge la Kuresoi wanachunguza kisa ambapo mwanamume mwenye umri wa miaka 60 anadaiwa kumuua kwa kumkata kichwa mkewe aliye na umri wa miaka 51 kufuatia mzozo wa nyumbani na kisha kujitoa uhai. Miili ya wanandoa hao ilipatikana nyumbani kwao na wakazi ambao walishangazwa na tukio hilo. Kisa hicho, mtazamaji, kinajiri wiki moja baada ya mtu mwingine kuuawa katika eneo hilo Kufuatia mgogoro wa nyumbani. Wakazi wa wadi ya Sirikwa walipatwa na mshtuko baada ya kupatikana kwa miili ya Richard Simoto, mwenye umri wa miaka 60, na mkewe Junita Simoto, mwenye umri wa miaka 51. Inasemekana wanandoa hao walitofautiana kabla ya mwanaume huyo kumuua mwenzake na kisha baadaye akajitoa uhai. Hali iliyosababisha vifo hivyo viwili viliwaacha majirani wao na majunzi. Nikaambiwa sasa, my sister ambaye ni Chunita amewawa. Kufika nikakuta amewawa, amekatwa shingo na Richard Simwato alikuwa amechinyonga. Wao walikuwa wanakuwa wana na ugomvi kila wakati, walikuwa wanagombana wao kwa wao. Wakazi wametoa wito kwa wanandoa wa kutatua migogoro kwa njia inayostahili. Kwa kijiji ni lazima tu, tukiwa na shida tukiwa wamama ama wazee lazima tupate mawaida kwa watu wagongwe ama tuende kwa serikali ndio tuokolewe. Pana kijiji tutatue mambo tupelekee wenzetu machirani zetu ili iweze kutatuliwa. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusiana na tukio hilo. Isufar darubini <laughs>